Mjomba, mimi kama somo yako leo, nataka nikufundishe kuwa mwanaume mwenye akili timamu na aliyeumbwa na misuli ya wanaume atafuti mwanamke mwenye mafanikio ya kimaisha eti akafurahia maisha yaliyotokana na jasho la mwanamke ambaye hajui hayo mafanikio ameyapataje. Mwanaume anayejielewa hutafuta mke wa hisia zake, matamanio yake na maono yake. Hisia zake kwanza huzipa kipaumbele, kisha mtazama mwanamke katika akili za maisha na mama bora kwa uzao wake, sio kwa sababu eti ana mali ana nyumba, sijui ana gari, sijui ana biashara kubwa, no. Mwanaume anayejielewa hajivunii mali alizomkutanazo mwanamke, bali huziache mikononi mwa mwanamke kwa ajili ya manufaa yake na watoto wake, na mwanaume huanza kutafuta mali kwa pamoja na huyo mwanamke. Mwanaume aliyekamilika hawezi kuishi kwenye nyumba aliyojenga mwanamke au kujimilikisha vitu alivyomkutanavyo mwanamke, ili anaweza kuomba sapoti, ili aweze kusimama kama baba na mume kwa sababu mafanikio hayana jinsia, unanielewa? Kwa sababu mwanaume akikutana na mwanamke aliyefanikiwa akapendana, atakuwa daraja, atamsapoti asimame, ila sio kumlea. Mwanaume humpa support ambayo baadaye aje hajekusimama kiuchumi, ili aje kuwa baba bora wa majukumu, na sio kulelewa mwanaume kinyume, kama ambavyo mwanaume anapaswa kuwa mwanaume. Lijali mwenye kujitambua anajua thamani ya wanaume hawezi kukubali kuelewa, hata kama atakutana na mwanamke aliyemzidi mafanikio, ushiriki hata kwa kidogo alichojaliwa kama mume kwa mke, ama baba bora wa familia. Hicho kidogo anachopata ugana pamoja na kusimamia nafasi yake kama mume, unanielewa eh? Sasa nataka usimame kidete kama mwanaume, kwa kuwa mimi ndo somo yako kwenye hii ndoa yako, basi kila kitu kitakuwa sawa. Aya mjomba, kaendelea na majukumu mengine.